Tutazungumzia kuhusiana na swala zima la umuhimu wa maji. Kama unavyofahamu, jali afya yako, ukikosa uh, maji hauwezi ukafanya chochote katika masuala mazima ya usafi, ambapo maji huwa yanasaidia katika masuala mazima ya usafi, kwa mfano unapoenda chooni. Na kwa siku ya leo sasa, tutahojiana na wakazi wa eneo hili hapa la kijiji cha Sungamile kilichopo halmashauri ya Msalala, wilani Kahama, mkoani Shinyanga, pengine watatoa mtazamo wao pengine maji yana umuhimu gani katika masuala mazima ya afya kuakuwa. Kwa jina langu ni mimi Fosni Gim Galafoni kutoka Wizara ya Afya, idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Sasa tunapambana na usafi, uchafu na unatakiwa maji, mfano kuoga, kufua na chooni nawa. Kwa jina anaitwa Baraka Robert, niko kinyiti kijiji Kono, kama kwenye masuala ya choo maji takiwa yawemo maji masafi na sabuni mara kwa mara kila ukitoka nawa mikono zingatia, kwa mfano kama kipindupindu. Naitwa Adija Shabani Nagala, naishi kijiji cha Sungamile. Maji yanasaidia kunawa mikono, sehemu chooni, pia afya. mtu ni afya, inatakiwa maji wa ni muhimu. ninaitwa Kulwa Mjasele Ntogwa nakaa hapa katika kijiji cha Sungamile. Maji yana kazi kubwa sana hapa kijijini. Kwanza yanasaidia kunawa, usafi wa mazingira, kuosha vyombo mpaka na matumizi ya nyumbani. Na apa, apa, hapa nini, hapa mwenyekiti sasa wa kitongoji hiki cha Sungamile kilichopo hapa Halmashauri ya Msalala, wilaya ni Kahama, mkoani Shinyanga, naye atuambie maji yana umuhimu gani kwa maisha ya binadamu. na naitwa Muhamed Mbusa Mjasele, mwenyekiti wa kitongoji Sungamile, kijiji cha Sungamile. Maji yana umuhimu kwa kila binadamu, ikizingatia usafi. Sawa, mahitaji mengi, usafi, kufua, hata misaada mingine ya toileti, nayo yanahitajika ni maji. Kwa jina naitwa George Shija Saraganda, ni mkazi wa Sungamile. Maji kwanza ni uhai, yanatumika, tunakunywa maji tunafua nguo zetu tuonekane kwamba na sisi ni wasafi, unaona eh. Tunanawa, yaani tunaoga, tunanawa kupitia maji na kuonekana kwamba mtu ni msafi, lazima upite, u, yaani ufue nguo zako safi. Kwa siku ya leo uh, nilikuwa katika kijiji cha Sungamile halmashauri ya Msalala wilani Kahama mkoani Shinyanga, na mada kuu ambayo tulikuwa tunazungumza ni kuhusiana na swala zima uh, la umuhimu wa maji kwa maisha ya binadamu. Tunasema kwamba mtu ni afya, jali afya yako, kwa sababu maji anasaidia sana kwenye usafi wa vyoo, utunzaji wa mazingira. Kutoka hapa kijiji cha Sungamile wilani Kahama mkoani Shinyanga, ni mimi Fosini Gim Galafoni kutoka Wizara ya Afya Idara ya Kinga sehemu ya elimu ya afya kwa umma.